Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumid-din, amma ba'd. Tupo na kikao chetu cha mwisho ambacho kimekamilishia Ramadhani, nacho ni kikao cha thalathini na ndicho kikao ambacho kinamalizia kitabu chetu, kitabu kilichoitwa kiitwacho mtume alayhi salatu wasallam ndani ya Ramadhani. Kikao chetu cha mwisho cha 30 kinazungumzia salatu hu sallallahu alayhi wasallam fi al-eid, sala ya mtume alayhi salatu wasalam wa wa kwenye eid kwenye eid. Hadithi ya Jabir bin Abdillah alamrihi anasema: shahidtu ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam salata yawm al-eid Janam, fa bada abi salati qabla al khutba, akaanza kusalisha qabla ya kuhutubu bimana alianza kwanza kusali kisha baada ya sala ndo akahutubu. bighairi adha, adhan wala iqama, hapakwepo adhana wala iqama kwenye sala ya idi, hakunaga kutoa adhana wala hakuna kutoa iqama.

ala sahihi kwa kauli iliyokuwa sahihi, sala ya Idi ni wajibu, wayajibu an tusaliha maa jamaati almuslimin, na ni wajibu uisali hiyo sala ya Idi pamoja na Waislamu, usisali ndani kwako peke yako, la isali pamoja na Waislamu.

Akhrij ayyuha rajulu nisaka ila salati lidi, wewe mwanamume wake zako watoe pia waende wakasali sala ya Idi. Idha lam yakun fi khurujihinna fitna, ikiwa kwamba kutoka kwao hapatokuwepo fitna kwa wanamume yani. Wa khuruji ayatuha lmarat ila lidi, hata lau kunti haidha au nufasa au nifasa Toka ewe mwanamke, uende kusali sala ya Idi hata kama utakuwa uko kwenye hevi au utakuwa uko kwenye damu ya uzazi. Toka uende ukashuhudie khairi ambazo zinazopatikana kwenye uwanja wa Idi, lakini usisali tu kama utakuwa uko kwenye hevi au kwenye damu ya uzazi. Haya. Walitukhrija shahabati liyashahadna liyushahid, alkhaira wa dawat almuslimin, pia na vijana wa kike wasichana wale mabinti mabinti wao pia watowe waende wakashuhudia kheri na wito wa Waislam, wajumuike pamoja na Waislam wenzao kutokana na hadithi ya Umu Atiya

Wamwali wote tuwatoe waende katika uwanja wa Idi. faama alhuyadu fayactazilna alsala, ama wanawake waliokuwa katika hedhi wajitenge mbali na sala, wao wasisali. wayashhadna alkhaira wa dacwat almuslimin, bali wao waende tu wakashuhudia kheri ze zitakuwa ziko pale, kupata mauidha, kupiga takbir, kupiga takbir na wapate kuwa pamoja na wito wa Uislamu. Qultu ya Rasulallah, Umu Atiya akasema, ewe Mtume wa Allah, ihdana la yakunu laha jilbabe, mmoja wetu hana jilbabi ya kuvaa ile aende kusali sala ya Idi na hapa wanawake wengi wanakuwaga na hii tabia, mtu anashindwa kwenda kusali sala ya Idi eti kwa sababu hakupata nguo mpya kwenda kusalia sala kusali ya Idi. Huu ni ujinga. Haya mambo hayawagi hayo. Kwani hauna nguo nyingine unaza ukavaa ukaenda kusali Idi? Ukivaa kwenye swea mpya hauna sala la Idi? Mahaza akasema mmoja wetu hana jilbabi ya kuvaa, Mtume alaihi salatu wassalam akasema litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Basi ndugu yake au dada yake ampe jilbabi yake avae, amwazime jilbabi yake avae, ili tu atoke aende akasali. Kwa hiyo kama hauna nguo mpya, tazama nguo zako zenye uko nazo, vaa wende. Sasa na cha ajabu leo watu wanaenda kusali, ukichunguza, wanawake wengi katika mauwanja ya idi wanavaa mavazi ambayo yako kinyume na sheria mtu anaenda kusali na nguo ambayo haimfuniki mikono ipasavyo, hauna sala. Mtu anaenda kusali amevaa nguo, miguu yote wazi. Mtu anaenda kusali amechukua nguo, amenunua limejaa na maua, maua mapambo tofauti. Hizi nguo zote za mapambo, sheria hizi kubali wewe, kwenye sheria huisabiliki kwamba umevaki sheria, bali unapata dhambi, bali unapata dhambi. vazi mwanamke wa Kiislam ni jilbabi na jilbabi iwe mieneza. Sharti za jilbabi kuna sharti jilbabi na sharti zake, kama zikuinananyepenakwai kubaliwi. Allah awaongoze wa dada zetu na waongoze wanawake wote kwa ujumla. Hadithi mipokema Muslim, anti ayatuha almar'atu hathi nisaa ala alkhuruji lilidi, wewe mwanamke, wahimiza wanawake wenzako watoke waende kusali swala ya Idi, waende kwenye uwanja wa Idi. Wasaidi ukhtaka almuhtaja la jilbab, msaidie ndugu yako mwanamke ambaye anahitaji jilbab, hana jilbab ya kuvaa kwenda kusali, mwazime akitoka kusali arudishe. ai abaatu tulbisaha

hii inakuwa ni kusaidizana katika mambo mazuri mambo ya wema, na Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema wa ta'awanu ala, ala lbirri wa taqwa, saidianeni katika mambo ya wema na mambo ya uchamungu. Na hadithi ya umaatiya pindi aliposema kwamba mmoja wao hana jilbabi, Mtume alayhi salatu wassalam akasema basi ndugu yake amvishe. Kisha faida watu sala ya Eid na unahutubia watu baada salatu al Eid Weka haya mambo katika sunna, fuata sunna katika sala yako ya Idi kama ifuatavyo: moja, salli salata al-Idi biqaf wa qtarabat as-saa. Salisha sala ya Idi kwa kusoma suratu Qaf raka ya kwanza na raka ya pili usome iqtarabat as-saatu wa inshaqa al-qamar.

kwenye sala ya fitri, sala ya Id fitri ni saba raka ya kwanza na tano kwenye raka nyingine. walqira'atu ba'dahuma kiltayhima, na kisomo baada ya hizo takbira, yani kisomo suratul fatiha inasoma baada ya hizo takbira kiltayhima, kwenye raka zote mbili kwenye rawa Abu Daud, na ni masala ambayo yako na khilafu, sawa na madhhabu madhhabu ya Hanifa, takbira zinakuja baada ya kisomo kwenye raka ya pili, wallahu alam. Waqra bi sabbih wal ghashiya, hivyo hivyo unaweza ukasoma sabbihisma rabbikal aala kwenye raka ya kwanza, na raka ya pili ukasoma hal ataka hadithul ghashiya. Hii pia ni kutokana na hadithi ya Nu'man ibn Bashir

Allim nasa fi khutbat liidi ma yahtajuna wama yataallaqu bi ahkamu liidi, wafundishe watu kwenye khutba yako yale wanayohitaji yanayoambatana na ahkamu Yana za sukuku sikukuu ya laidi, wa ma yusannu fihi, mambo ambayo yanapendeza, mambo ambayo ni sunna yafanyike siku hiyo ya Eid, wa mayajibu wa mayahrum, mambo ambayo ni wajibu yafanyike siku hiyo ya Eid, mambo ambayo ni haramu watu wajitenge nayo siku ya Eid idi wa hadha nasa ala sadaqati fi khutbati al-eid, pia waonyeshe watu umuhimu wa kutoa sadaqa, wahimize watu kutoa sadaqa. Waadhimu waadhimuhum, haya kadhalika watukuze watu kutokana na umuhimu umuhimu wa Waislamu, vitu kama hivyo. Hii ni kutokana na hadithi ya Abi Said Alkhudri, kwamba Mtume alaihi salatu wassalam amitoka kwenye swala ya idi, ama idi ladha ama idi lfit, idi lfitri kuelekea katika muswala, kwenda sehemu ya kusalia, thumma nsoafa fawaadha nnas

kuelekea katika sehemu ya kusalia thumma sarafa, kisha baada ya kumaliza kusali. Fawaadha nnasa akawatolea watu mauidha, akatolea watu mauidha. Waamrahum bisadaqa, akawaamrisha kutoa sadaqa. Faqala, akasema ayuha nnasu tasaddaqu, enyi watu toweni sadaqa. Rawahu lBukhari na Imam Muslima akapokea akisema: taswaddaqu taswaddaqu taswaddaqu, toeni sadaqa toeni sadaqa toeni sadaqa. Qum ayyuha alkhatib biwa'dhi an-nisa'i wa hathahunna 'ala sadaqa, ewe Khatibu watolee maw'idha wanawake, na, na uwaimize kutoa sadaqa. Hiki ni kipindi ambacho palikuwepo hakuna vipaza sauti, wapo mbali, Mtume akawa amewafuata kule

hakika mimi nilioneshwa watu wengi wa motoni ni nyinyi. Faqulna, wakasema: wabima ya Rasulullah, kwa nini yewe mtume wa Allah? Qala, tukfirna la'na watakfurna lashira, la nyinyi ni wengi sana, ni mko wepesi wa kutoa laana na, na mnakufuru umezenu mnakufuru umezenu, mna wa umezenu, sio kufuru ya kumtoa mtu katika Uislamu, la bimaana, kupinga neema. Mme anakufanyia mazuri, lakini maadhalika siku anakosea tu yale mazuri yote yanakufa. ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba lilubi rajuli lhazimi min ihdakunna, sijapata kuona mtu ambaye ni mpungufu wa akili na mpungufu wa dini mwenye kuitikisa na mwenye kuipelekesha akili ya mwanamume aliye timamu, lakini akapelekeshwa na mtu ambaye akili zake haziko sawa sawa, ziko hazi. Yani ziko na upungufu kiasi fulani, kinyume na nyinyi. Yani nyinyi wanawake akili zenu tukisema zina upungufu, yani tu, zina upungufu tukipimanisha kwa akili za mwanamume, bima asili ya mwanamume ni mwenye akili ya hali ya juu kuliko mwanamke, ndo maana yake hapa, sio upungufu wa maana eti matusi eti akili hazitulii ah. Kulna. wakasema Wama nuksanu dinina wa aqlina ya rasul Allah, ni yapi mapungufu ya dini yetu na akili yetu ewe mtume wa Allah. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, alaysa shahadatu almar'ati mithla nisfi shahadati arrajuli qulna bala, hivi ushahidi wa mwanamke si ni nusu ya ushahidi wa mwanamume? Wakasema ndiyo. Mtume akasema Fadhalika min nuqsani aqliha, hapo au hayo ndo katika upungufu wa akili ya mwanamke kutokana yeye ni mtu ambaye si mwepesi au kutafakari kwake asili si kwamba mwanamume. Alaysa idha hadhat lam tusalli wa lam tasum mtasum, qulna bala. Hivi mwanamke akiingia katika hedhi, si hasali na haswaumu? Wakasema ndiyo. Qala fa dhalika min nuqsani diniha, hayo ndo mapungufu ya dini yake. rawahu, rawahu shaykhani. Kumbe ibada tuzizidishe. wamuri nisaa bilistighfar, waamrishe wanawake kufanya istighfar kwa sana, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Ibnumaja waakfirna min al istighfar, kithirisheni kufanya istighfar, kuomba msamaha kwa Allah kwa sababu wanawake ni wengi wa kukosea kuliko wanamume

na we pia una khiari wewe mwenye kuja kusali sala ya aidi, ukimaliza kusali sala ya idi unaweza ukakaa chini kwa kusikiliza khutba au ukaondoka, walakini alkhaira, alkhaira al lakini kheri ni kheri, kaa chini usikiliza khutba, na huyu ndio ulikuwa mwenendo wa masahaba waivika. Huenda ikawa ndio sababu ya wewe kuongoka na kuacha maaswi. Hapa ndipo mwisho wa kitabu chetu hiki cha leo ambacho tunamalizana nacho. Mtunzi wa kitabu amemaliza kukiandika ndani ya mwezi wa Shaabani mwaka 1434 wa Kiislamu, nasi leo tupo mwaka 1446 tumeanza au tukiwa ndani ya mwezi wa Shawali tariki moja ambapo tumeisha ingia siku ya Eid, tumeimaliza Ramadhani. Na Allah tufikishe kwenye Ramadhani nyingine kwa usalama, na Allah tupatie takwa. Allah tujalie baada ya Ramadhani hii tuliyomaliza tuzidishe matendo ya heri. Allah tujalie tuwe miongoni mwa wacha Mungu. Allah tujalie tuwe watu wenye kudumu katika ibada, ibada tulizokuwa nazo za heri ndani ya Ramadhani. Allah tujalie tuzizidishe na zile ambazo tulizoghafilika kwazo Allah tuwezeshe tuweze kuzindukana na kuweza kuzitekeleza kama jinsi yanavyotaka. Subhanaka llahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaik.